Leo ni siku ya kuatia adabu wafitini. Amen. Ongeza shangwe zingine tena. Tenanjia piga vigelegele kwa ajili ya mwangalizi ya dina wa mama oye oh yeah! Okay. Haleluya, March babies tulio tuliozaliwa mwezi wa tatu, yani kesho tuna massive birthday

itiwa wachungaji waangalizi, na maaskofu, natambua uongozi wenu, natambua wazee wa kanisa hapa. Niseme itifaki imezingatiwa, kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka ngazi ya vituo. Tumshangilie Baba kwa makofi pasua, nguo kuchanika. Pia niseme chifu, heri ya kina mama Nicholas, kina mama ni kina, kina mama mjane yuko hapa hoi. Leo tuna muunganiko munga mzuri, vigelegele na nderemo mzuri kwa ajili yenu. Tunaye askofu pia, hakuna kina mama pasipo kina mama, si ndio? wa makanisa Calvary Assemblies of God. Pia tupige makofi kina baba kwa ajili ya kina mama Founder Baba Dustin Holy, mabaya baraka na ushindi ndani ya maisha ya mtu mmoja Jumapili ya tofauti ndani ya mtu mmoja. Tunaye Jumapili ya kuandika historia mpya ndani ya maisha yako. Jumapili ambayo utaielezea mpaka kwa vitukuu vyako Mtume, kwamba ndani ya Jumapili, Jumapili ya tarehe tisa, mkiki ilikutana na baba wa mababa, piga kelele ujuavyo, nilikutana na Mungu wa mianga akafanya mawimbi ya bahari akatengeneza tofauti na mawimbi ya ziwa akatengeneza historia ndani ya kizazi changu, si mwingine leo. Haya mnayoyaona ni kazi ya Baba aliyesimama siku ile. Lazima itakuwa kwako na kwa jirani yako, jiwe hilo, tufani la mbinguni, tufani yako, kutoka katika kiti cha enzi cha Baba. Jamani, bila fitina, kelele tusikie za kishindo. Leo kuna utamu mzuri sana. Mwambie jirani yako usiwe na wivu. Ukubaliane na matokeo kwamba mtu anaitwa hivyo. Tunaye mwalimu. Mniache nimalizie kwanza, naomba mniache nimalizie. Tunaye mwalimu, kuhani wa makuhani, si mwingine Mwalimu Musa mwacha kutoka mbele kumbe wewe mwanamke uliyeko mahali hapa unatambua thamani yako mbele za Mungu kwamba Mungu alikuangalia kwa jicho jingine la tofauti na akakupa nafasi ya kipekee kwamba maombi yako wewe, ukiomba lazima kazi ya Mungu itasonga mbele. Kwa hiyo lazima kama mwanamke ujue kwamba nikiwa nasherekea sherekea, sherekea, kwamba na mimi kama mwanamke nilipiga magoti nikamwomba Mungu na kazi ya Mungu ikasonga mbele. Tukiangalia ndani ya Biblia, kuna wanawake walikuwa ni waombaji. Kuna kipindi ilitokea vita watoto wa kiume wakiwa wanalia, wakiwa wanauawa, na kwa mujibu wa Bibilia ikaandikwa kilio kilisikika Rama. Mwanamke aliyeitwa Raheli alilia kwa uchungu, akimwambia Bwana, uko wapi mpaka watoto wa kiume wanauawa? Lakini kwa kilio cha yule mama na maombi yake, msaada ulitokea na watoto wa kiume walisimama ndani ya maisha yao. Huyo ni mwanamke aliyesimama kwa ujasiri ndani ya maisha na ndani ya Bibilia, leo tunaiona historia yake lakini sio huyo peke yake. Kuna mwanamke aliitwa Dokas ndani ya Bibilia, alisimama kulipamba hema la Mungu na inapozungumzwa habari ya kupamba hema la Mungu haizungumzwi habari ya, ya kulipamba tu kwa mapambo peke yake, bali hata kwa maombi yake, alikuwa ni mapambo mbele za Mungu kumsababisha Mungu aweze kushuka na kuwabariki watu wake. Na hata mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wenzie ndio walikuwa wa kwanza majaliwa majaliwa, kwamba Dokas amekufa na ndipo Petro akaweza kumfufua Dorka, hili kongamano la. Kwa hiyo so, mwanamke yule wa wilaya hapa, hebu jiamini kwamba unaweza. Mwanamke yule akaenda kumwambia Rais wetu. amini kwamba sauti yako ina nguvu Yaamini e, ya ukisimama imara mbele za Mungu, kizazi chako kitakuwa salama e, usimame na kwa na nafasi yako. Na Ukilia na ukipaza sauti, hawa watu ndani ya kanisa watabarikiwa. Ukilia ukipaza sauti, hata sisi wachungaji tutakuwa salama. Ili baba aweze kufanikiwa ndani ya familia, huaga hafanikiwi kwa nguvu zake peke yake. Hata kama anafanya kazi usiku na mchana, lakini nguvu ya mafanikio ya baba iko nyuma amesimama mama. Na mama hasimami kwa kusema anapika ugali peke yake. Bali mama anasimama hata kwa maombi yake. Akisimama kumwombea mume wake sawasawa sawa, lazima njia ya mume itanyooka na baraka zitaonekana. Akisimama kuomba sawasawa sawa, hata kama kizazi kilikuwa kieleweki, Mungu anakumbuka na anaponya mahali pale. Kwa hiyo jifunze kuwa mwanamke mwombaji. Ndani ya maombi utatengeneza kizazi chenye baraka na kizazi chenye heshima. Nisikie kina mama wakisema, sisi ni jeshi kubwa kukuweka kuwa jeshi kubwa kwa ajili ya kupambana na baba wa familia, bali alikuweka kuwa jeshi kubwa kwa ajili ya kusimamia mipango ya familia, na unaisimamia wewe kwa maombi yako, unaisimamia wewe kwa kusogea mbele za Mungu. Ndio maana ukiangalia Biblia, hata waliokuwa wa kwanza kumkimbilia Yesu hawakuwa kina Petro watumishi wake, bali walikuwa ni wanawake, kwa sababu Mungu aliweka wao kipaumbele katika kazi ya Mungu kuisogeza kwa maombi. Kwa hiyo na wewe siku ya leo, hebu sema mimi nitakuwa kipaumbele kuomba kwa ajili ya kazi ya baba yangu, na naamini ukiomba wewe, kanisa la Ufunuo litaendelea kubarikiwa na kuinuliwa zaidi. Tumshangilie Baba tena kwa makofi. Nikirudi katika maisha ya kimwili, mwanamke jasiri imara na hodari, akiwezeshwa anaweza ndani ya maisha yake. Mwanamke ni mtu ambaye ni mshauri. Mashauri ya mwanamke siku zote uaga, anatengeneza njia iliyo njema. Mwanamke kwa upande wa pili ni jicho la familia. Baba sio rahisi ugundue kwamba mtoto ameharibika, lakini mama kwa jicho lake tu, hata kama hajasikia kwa majirani huaga, anatambua kwamba mtoto ameharibikiwa. Kwa hiyo tuwasapoti kina mama ili waweze kusimama imara. Na wewe mwanamke uliyeko mahali hapa, hebu acha kubweteka, acha kuanguka asubuhi na kushika remote, acha kusema baba ataleta matumizi. Umeambiwa wewe ni msaidizi, simama kama katibu wa familia, maana familia inajengwa, ni serikali kamili ndani ya maisha ya watu, baba akiwa rais, mama akiwa makamu wa rais. Na kama wewe ni makamu wa rais katika familia yako, unatakiwa usimame kwa nguvu zote. Sio wakati wote baba anasema ninaleta kodi ya meza lakini hata wewe siku moja unamwambia baba, leo nimeweka laki tano mezani. Ile nyumba tunayojenga, nenda kanunue matofali kadhaa. Inampendeza Mungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo amka mwanamke, pambana apumesidiana mwana kwa ajili ya maisha. Fanya kazi pasipo kuchagua ni kazi gani, fanya kazi pasipo kuangalia ninaonekana katika mazingira gani. Leo unaweza ukapewa jina lolote ndani ya biashara, lakini kubali kufa kwa siku chache ili kutengeneza familia yenye nguvu watoto wetu wanajifunza kupitia zaidi kwa kina mama, kwa sababu kina baba ni wachapakazi siku zote. Kwa hiyo mama ukiwa mvivu, jiandae kutengeneza kizazi cha wavivu. Mama ukiwa mzembe, jiandae kutengeneza kizazi cha wazembe, kwa sababu kwa asilimia kubwa wewe ndio uko na watoto wako nyumbani. Lakini wakizoea kumuona mama saa kumi na moja ameamka anachakarika, lazima na watoto wako watafuata mkono hawawezi kwenda mahali wakashinda ndani ya maisha yao. Kwa hiyo kuwa mwanamke mchapakazi, kuwa mwanamke hodari, kuwa mwanamke wa mfano. Usiwe mfano wa kukataliwa na watu, bali kuwa mwanamke wa mfano wa kuigwa. Ifike mahali mtaani unapokaa, hata limetokea tatizo ndani ya familia fulani waseme, ninaenda kwa mama fulani kwa mwonekano wa kwake, kwa heshima aliyonayo, kwa mwonekano wa watoto wake, mahali pale pana hekima, nitapata kitu. Usiwe mtaani wa kuambiwa mama fulani hafai ndani ya maisha. Kwa mwanamke ambaye kila mtu akikuangalia, na yeye anajifunza kupitia wewe na anatamani kuwa kama wewe. Niseme tena, heri ya wanawake duniani nguvu na uwezo wa damu ya Yesu. Leo tuna ibada yenye baraka, ambayo baba yetu anakwenda kuibariki mahali hapa, kupitia juisi ya matunda uliyoikamata. Lakini tunapozungumza uwezo na nguvu ya damu ya Yesu, uwezo ndio unaompa nguvu. Weka makofi mengi ya kane kutosha, kane kwa ajili na ya ndugu zetu wa Ufunuo. Mungu anauweza ambao anaweka